Yeah. Wewe. Sh, wewe anashika nani? Nanini jamaa hii. Hizi tezi za kwenye hizi tezi zinakuwa zinavimba hizi nkiangalia, alafu pia anakuwa na joto kali sana. Ndio. Niko Arusha. Na nyingine zinavimba